Uzito wa kufanya maamuzi upishanisha watu na majira yao. Mhubiri tatu moja anasema kila kitu kina majira yake, kila hatua ya maisha ina majira yake. Majira yakipita, neema imepita. Majira ya jambo huambatana na uwezesho wa jambo lenyewe. Chochote utakachokifanya kwa majira yake Hautaumia. Hasara kubwa duniani ni kutotambua majira ya kitu. Mafanikio ya kitu yamefungwa kwenye majira ya kitu. Moja ya ufunguo wa mafanikio ni kujua majira ya kila kitu. Chochote nje ya majira ni mateso na ugumu. Unapokosa uwezo wa kufanya maamuzi, lazima utapitwa na majira. Zaburi moja tatu anasema huzaa matunda kwa majira yake. So, kuna majira ya kuzaa bila shida, kuna majira ya kuzaa bila maumivu, kuna majira ya kufanikiwa bila shida, kuna majira ya kumiliki bila kelele. Kama ukifanikiwa kuyajua majira, hatari ni hii. Mungu wetu he operates in season. Luka 41. Alipofika karibu, aliuona mji akaulilia. Kwa nini Yesu alisogelea mji, akauangalia akalia? Biblia nasema ni kwa sababu wale watu hawakujua majira ya kujiliwa kwao kwa hiyo kupishana na majira ni kilio. Watakuangusha chini wewe na watoto wako ndani yako, wasikuachie jiwe juu ya jiwe, kwa sababu hukutambua majira ya kujiliwa kwako. Kuna madhara yatokanayo na kutojua majira ya kitu. Kukosa uwezo wa maamuzi kutakupishanisha na majira. Uwezo wa kufanya maamuzi utakufanya usipitwe na majira. Ili usipitwe na majira ya chochote, jenga uwezo wa maamuzi. Wewe ambaye umeitazama video hii, ninakusii na ninakuomba sana, mtu wa Mungu, kwa kuwa mafundisho yetu yamekuwa kichochezi kikuu cha miujiza ya watu. Kwa kuwa mafundisho yetu yamekuwa sababu kuu ya mabadiliko ya maisha na tabia za watu, ninakuomba nenda pale YouTube alafu utasachi mbingu duniani TV. Ukishaona akaunti yetu pale, ninaomba usubscribe kwa ajili ya kuendelea kupata mafundisho, na Mungu akubariki, kubariki na Mungu akutunze, be blessed na akika akika akika akika, maisha yako hayatabaki vile kupitia neno ambalo Mungu analishusha kupitia sisi. Aleluya.